katika utumishi wa umma la kwanza ni uhuru wa vyombo vilivyoanzishwa kwa sheria. Leo tuna mamlaka ya viwanja vya ndege, ni mamlaka iliyoanzishwa kwa sheria, lakini bwana huyu kaja, hakuna bodi, hakuna nini, kachukua mamlaka yeyote katowatenda kawapa Dnata kawaondoa wote waliokuwa wakifanya kazi ya Grand kinyume na sheria. Ukiuvuruga utumishi wa umma umeivuruga nchi. Tumefahamiana, ukitaka kuivuruga nchi ivuruge utumishi wa umma. Sasa leo tuangalie tu, na huu ndio huu ambao huyu bwana kaja kuufisidi utumishi wa umma na kwa hapa ulipo umekatwa miguu umekatwa mikono, nchi hii haiwezi kuendelea mbele. Kulikuwa na matatizo nyuma, alipoingia Dokta Sheni akasema, Dokta Amani Karume akasema, jamani tumezunguka, lakini jambo la kuisaidia Zanzibar kama tunataka kuipeleka mbele, turekebishe utumishi wa umma. Utumishi wa umma ndio roho ya nchi kwa sababu hauondoki, ni wa kudumu. Utumishi wa umma ndio unaopanga sera, ndio unaopanga mipango ya nchi, ndio unaopanga mipango ya fedha, ndio unaosimamia miradi, ndio unaofanya kazi ya kutatua migogoro, ya kutoa haki. Utumishi wa umma ndio pia unaofanya ulinzi wa nchi yenu. kahamia zego kuna bodi ya wakurugenzi, kuna mkurugenzi katolewa Uingereza kuja asimamie, lakini yote amewekwa pembeni, mtu atenda mmoja kampuni anayotaka mtu mmoja, kuna ufisadi mkubwa zeko. Kaburi la pili tutakalokwenda kulifukua, tutoe pesa zetu, maiti tuwarudishe kaburini, ikaja ZAWA. ZAWA ni taasisi iliyoanzishwa kwa sheria. Imewekwa pembeni bodi ya wakurugenzi, watu wametafuta watu wao wenyewe wanaowataka na ndio waliopewa tenda.